Asalamu As alaikum, ndugu zangu wa Tanzania na wengine ambao kidogo mko nje ya nchi, napenda kuchukua fursa hii kuwasalimu. Assalamu alaikum Waislamu na hata msiokuwa Waislamu. Leo nitatoa fursa moja kidogo ya dua mara nyingi sana watu wamekuwa wakifanza dua na wamekuwa wakifanza dua hizo dua mbalimbali mbali, lakini kwa upande wa dua hizo kumekuwa na hali fulani hivi ya kutokujibiwa. Mtu anafanziwa dua, lakini dua ile haijibiwi. Sasa mara nyingi sana unakuta upande wa dua ile kwamba kwa nini haijibiwi? Dua hiyo haiwezi kujibiwa kwa sababu moja ifuatayo. Labda wakati mwingine unaweza kujikuta kwamba anayemfanzia dua na anayefanziwa dua, huenda ukakuta kwamba inawezekana kwamba hayuko sawa. Maana mambo ya dua bwana dua. Unapomfanzia mtu dua, kwanza jiangalie wewe mwenyewe kwamba je, uko wakati gani? Na je, uko vizuri? Kwa sababu kigezo cha dua mara nyingi sana huwa kinaangalia kigezo kizima cha dua ambacho kwamba je, umekamilika katika udhu? Uko vizuri? Na niseme tu ya kwamba je, inaswihi kufanziwa dua sehemu hiyo? Maana dua huyo mkutoa mwingine anafanza dua, kuna picha picha pale za ukutani zile, unaona eh? Right, picha za wanyama picha za vinyago. Sasa mara nyingi sana unaweza kujikuta kwamba zile picha zinakaribia CV. CV ambayo unakuta kwamba ile CV ya dua haiendi sawa, lakini vile vile niseme tu ya kwamba ili dua ijibiwe inahitaji umakini sana. Kwanza, anayekufanzia dua awe amekamilika na anayefanziwa dua awe amekamilika. Si kusema kwamba unafanziwa dua muda ule ule, na baada ya kumaliza kufanziwa dua tayari unakuja kujikuta kwamba haufanyi ibada, basi unaamini ile dua. Hakuna dua za namna hiyo, ndio maana dua nyingi hazijibiwi. Mtu anafanziwa dua wakati wa shida. Ukishamfanzia dua akafanikiwa, huwezi kumwona tena kamwe. Hiyo nawadhihirishia kabisa, nimekuta dua nyingi. Mara nyingi unakuta dua nyingi hazijibiwi, au la, unaweza kuta dua ile inajibiwa kwa muda, lakini baada ya pale sasa ile dua inafutika, kwa sababu kuna mtu mwingine. Kwanza dua kama dua aidha umefanziwa dua katika maji, umefanziwa dua katika buhuri fulani. Buhuri hizo labda yapaswa uzioge, ili kutakatisha mwili wako, ili kuondoa magonjwa ya sihiri, ili kutoa mabaraa, ili kutoa mikosi. Kwanza upasi kuogea chooni, upasi kuogea chooni, sababu kumbuka kwamba ile ni dua na dua ina masharti yake. Usimfanzie mtu dua wakati huo kichwa chake kiko wazi, hususani kina mama. Unamfanzia dua gauni imeishia kwenye magoti, unamfanzia dua bega liko wazi, mgongo uko wazi, sehemu hii yote hii iko wazi. Dua hilo kamwe haliwezi likapokelewa kwa Mwenyezi Mungu. Kuna taratibu zake. Mimi si mjuaji sana, isipokuwa kwa kile ambacho nilichojifunza na nilichoelekezwa na walimu wangu, sio hicho. Lakini najua kwamba watu watashangaa, kumbe huyu bwana mpaka fani hii yupo. Nipo pokuwa, tunakutana sehemu mbalimbali, lakini huko kuna pia nipo mimi bwana. Kwa kifupi, namshukuru Allah, sikuweza kaa mbali sana na Mwenyezi Mungu, kwa sababu najua yeye ndo kila kitu. Hizi kazi tunapita tu, kazi ndio nilionayo napita tu, hata fani nilionayo napita tu. Leo hii siwezi kukaa kusema ah, mimi nimekamilika, ingawa labda mfano sina fedha mimi, sisema bwana oh, ana hela, hapana. Mimi mtu wa kawaida tu, ila tu aitakiwa kufanyika ni kitu kimoja kifuatacho, ambacho yani binafsi natakuwa mtegemei sana Allah, regea sana kwa Allah. Alafu kitu kingine dua, mara nyingi kama unahitaji dua za kawaida, sio mpaka ufanzie dua we mwenyewe. We mwenyewe hata kabla ya kufanziwa dua we mwenyewe unamuomba vipi Mwenyezi Mwenyezi Mungu kwamba sheshalifu fulani akinifanzia dua mimi nafanikiwa? Wewe mwenyewe we mkristu uwe Muislamu, wewe mwenyewe kwanza, wewe mwenyewe anza kujifanzia dua. Ukishafanzia dua ndugu yangu, uwe Muislamu uwe Mkristo, ndugu yangu, utakwenda kufanikiwa bila hata shida. Lakini ukaanza hao, namwamini shehe fulani, shehe fulani, shehe fulani, kumbuka kwamba bila wewe mwenyewe kujianzia dua yako, ile dua utakafanziwa na shekhe aidha na amirati inawezekana isifike kwa Allah au ikafika kulingana na utayari wako wewe mwenyewe, kwamba umejiweka vipi utayari wako tayari, maana dua hii itajibiwa. Siwezi nikasema kwamba dua fulani ukiomba utafanikiwa, ila nasema hivi, fanzeni sana dua za usiku wa manane. Dua hizo ni vyepesi kujibiwa, kwa sababu Allah atauliza ya kwamba nani mwenye shida kuanzia saa nane za usiku, nani mwenye shida nimkidhie. Watu muda huo ndio wanakuta na koroma, wengine wako nivio mambo ya starehe. Kwa hiyo ina maana muda ule ndio muda fursa nzuri sana ya kuutumia muda huo, kuchukua fursa hiyo kujipatia manufaa katika maisha yako. Tumtambulize Allah, niseme alhamdulillah wa billahi tawfiki. Basi tuko pamoja.